Siri tano za kuishi maisha ya kiroho. Siri ya kwanza, jipeane kwa neno la Mungu. Mwanadamu anaulisha mwili mara tatu kwa siku, hauwezi kusurvive bila kulisha roho. Neno la Mungu ni chakula cha roho. Jilishe neno la Mungu, fasting in the the the morning and then the rest of the day meditate on it. and then pia ataka kujua jinsi ya kuapply Neno la Mungu katika maisha yako kila siku. Siri ya pili, jipeane katika maombi. Hii ni siri ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kuomba Mungu asubuhi, mchana na jioni. Kila unapojipeana katika ushirika na Mungu, ndipo unapoweza kuelewa mapenzi yake. Siri ya tatu, epuka mambo ambayo yanaweza chafua roho yako. Haleluya, mazingira ambayo unajiweka ndani, watu ambao wamekuzunguka, vitu ambavyo unavyovitazama, unavyovisikia, mazungumzo, matamshi ambayo yanatoka katika kinywa chako yanaweza kuchafua roho yako. Siri ya tano jipeane katika huduma, jitoe katika ushirika, tumia gifts zako ambazo Mungu amekupatia kupitia Roho Mtakatifu kuwahudumia wengine. So jipeane. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ujumbe huu umekubariki then, usisahau kusubscribe, usisahau kufollow na usisahau kubonyeza the like button. See you next time and shalom.